Waziri wa nchi ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, mheshimiwa Masoud Ali Mohamed amesema uwekezaji wa mradi wa kibiashara katika eneo la Kiembesamaki kwa Butros umelenga kuifungua zaidi Zanzibar, ni kuliendeleza eneo lile ili likawe na haiba nzuri, lakini pia likawe na tija tofauti na ilivyo sasa. Akizungumza katika hafla ya utiaji saini mkataba wa ujenzi huo baina ya Baraza la Manispaa Magharibi B na Kampuni ya Fareeda Al Battashy Decoration ya Oman, amesema ujenzi huo ni utekelezaji wa dhamira ya serikali kutoa fursa ya uwekezaji wenye tija. Amesema lengo kuu la mradi huo wa kisasa ni kuliendeleza eneo hilo ili liweze kuwa na tija kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Tuendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuyaona hayo na kuona kuna haja ya kuweza kuifungua Zanzibar zaidi hasa katika swala la kutoa nafasi kwa wote wenye nia ya kuwekeza kuja kuwekeza kwa ajili ya kuipeleka mbele nchi yetu. Sote ni mashahidi kwamba hakuna historia ya nchi iliyoendelea duniani bila kuwa na uwekezaji ambao hasa unatoka katika sekta binafsi. Kwa hiyo ndio maana tunasema tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa nafasi hiyo. Nitumie nafasi hii pia kuwashukuru na kuwapongeza sana wawekezaji wetu kwa kujitoa na kuamua kuja kuwekeza sisi tuhakikishie kama serikali tutatoa mashirikiano ya kutosha. Imani yetu ni kwa maana uwekezaji huu utakuwa na tija kwa pande zote mbili, kwa upande wao, lakini pia kwa upande wa serikali, hasa wananchi wetu. Naye mwekezaji wa mradi huo Farida Bilal Sultan Al Battashy amesema wamedhamiria kuligeuza eneo hilo na kuwa la kuvutia zaidi kwa wageni na wenyeji, tofauti na ilivyokuwa hapo kabla. Litakuwa soko limejengeka vizuri. Na upande wa pili pia tunafanya kama vile mall. Mall itakuwa vitu vingi, mall itakuwa na uh, ma offices itakuwa na ma hoteli uh, ma itakuwa na ma, hoteli, ma, health club, itakuwa na ma restaurant juu. Kwa upande wake mkurugenzi Baraza la Manispaa Magharibi B, Khadija Saidi Simai, amesema wanatarajia kupata mafanikio makubwa kupitia uwekezaji huo ambao umeangalia zaidi mahitaji ya jamii. Kwa sababu kwetu sisi hii imekuwa ni bahati ya pekee na uwekezaji wa pale kupitia hawa kampuni ya Fareeda Al Battashy kutoka Oman, na mashirikiano haya na mkataba huu tuliosaini leo kwa Wazanzibari, bado itakuwa ni benefit, kwa sababu ni mkataba ambao ni wa kuweza kupata serikali na pamoja na wao watanishare, ambayo yeye atawekeza uwekezaji pale wa kibiashara ambao utaendana na matakwa ya jamii ya pale au ya Wazanzibari na baadaye kuweza kufaidika sote kwa pamoja. Kwa habari za uchumi na biashara, Aziza Hassan, ZBC.